kuamini Mungu wako asaka saka. Ehe. Ina maana ukigonjwa, ehe. Oba pale angalia kwanza ndio yapo ni bibi. Oba shiki ya kwanza yeye. Tulisema tulisoma pa Isaia 53. Kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Shiki hao. Amen. Oh, hakuna mtumishi hata umoja hapa. Hakuna mchungaji hata umoja hapa. Hakuna hata shemasi. Nitafanya nini? Uko na neno. Sababu ya kutokuamini neno aa mtasibaa. Nani aliyeamini neno akakosa kuwa mshindi? Hakuna. Kwanza tusome mfano wa huu hapa, tuende tunamaliza maliza

Il monte à bord de la barque wanapanda kwenye kwenye mtumbwi na anaendelea kusonga huko juu tena muona Yesu wakati walipozidi kuongezeka kwenye ukingo wa maji si. Yesu akapanda ndani ya mtumbwi amen. Unajua alipanda mtumbwi na nani wa Simon Pierre? Amen, amen. Yesu akasogea mmajili ya hubiri kizuri sababu watu wamekuwa wengi amen a Ame. e leva à prêter la barque de Simon

Oh. Amen. yeah, yeah. Yesu akamwazima ule mtoto mdogo samaki tano na mikate hii ilinisha waku zaidi ya elfu tano na mabaki ikabakia vikapo kumi na mbili.